Shirika la ndege la kitaifa la Kenya Airways limechochea mijadala mitandaoni baada ya kutoa ujumbe wa kutatanisha kuhusu ndege yake mpya aina ya Boeing 737 ambayo imetajwa kupewa jina la mtu maalum. Kupitia ukurasa wake rasmi wa X, zamani Twitter, na Facebook, shirika hilo liliandika, tumeipa jina Boeing 737 yetu mpya kwa heshima ya mtu maalum. Una makisio? hashtag ifly kq Japo jina halijafichuliwa rasmi, hatua hii inaendeleza utamaduni wa shirika hilo wa kuzipa ndege zake, hasa zile za Dreamliner, majina ya maeneo ya kihistoria au alama za kitaifa, kama vile Dreamliner yenye nambari ya usajili tano yange kilo zulu alfa ilipatiwa jina la The Great Rift Valley; yenye nambari ya usajili tano yange kilo zulu bravo ilipatiwa jina la The Zambezi River; yenye nambari ya usajili tano yange kilo zulu chali ilipatiwa jina la Masai Mara; Tano yanke kilo zulu echo ilipatiwa jina la Serengeti Plains. Tano yanke kilo zulu golf ilipatiwa jina la The Magical Kenya. Tano yanke kilo zulu hotel ilipatiwa jina la The Aberdare Range na tano yanke kilo zulu juliet ilipatiwa jina la The Ngorongoro Crater. Huku mashabiki wa anga na wateja waaminifu wakijaribu kukisia jina hilo, wachambuzi wa sekta ya usafiri wa anga wanasema mikakati kama hii huongeza ukaribu kati ya shirika na wateja wake. Tangazo rasmi la jina hilo linatarajiwa hivi karibuni.